Okay, uh, mtu wa Mungu kwenye hii session, nataka nikufundishe kuhusu imani inayotenda kazi. Imani itakayokupa matokeo, the Operation Faith. Imani ambayo itakuingiza kwenye hatima yako na itakusaidia kile ambacho umefanikiwa kushawishika ndani ya moyo wako kianze kuwa na matokeo. Jambo la kwanza unaotakiwa kulitambua ni kwamba maisha yapo kiloho. Life is spiritual na haukuna uwezekano mtu akawepo hapa duniani bila kutumia imani. There is no way, ukaweza kufanya maisha bila ya kutumia imani. Nitakupa mifano. Kwa mfano, unapomwambia rafiki yako tutaonana kesho saa saba mchana nini, unatumia unatumia imani, kwa sababu hauwezi ukatarajia kwamba kuna posibiliti ya kuonana kesho saa saba mchana pasipo wewe kuweza kushawishika ndani ya moyo wako hiki kitu kinawezekana. Kwa mfano kwenye kiti uh, unachokitumia nyumbani, unapotaka kukaa kwenye kitanda chako usiku, unapoenda kulala, una, una, una una wasi wasi, una? Kwa nini unakaa na unajilaza bila wasiwasi? Ukiwa unaamini kwamba hiki kiti na hiki tanda kina uwezo wa kutosha kuweza kunibeba. Kwa sababu una imani, unaamini kwamba ukipanda kwenye hicho kitanda hautaanguka, ukikaa kwenye hicho kiti hautaanguka. So hakuna mtu ambaye anaishi hapa duniani pasipo kuweza kutumia imani. Kila kitu utakachokifanya, kila kitu ambacho utakuwa unaki, uh, accomplish na kukipambania ili uweze kupata matokeo, lazima uweze kutumia imani. So jambo la kwanza unalotakiwa kulielewa, Life is spiritual Maisha yako kiroho, na kanuni ya msingi inayotuongoza ni kutumia imani biiti unajua unatumia imani au haujui unatumia imani. Kwa nini? Kwa sababu sometimes tuna operate kwenye imani, lakini kwa sababu imekuwa ni kawaida yetu ya kila siku tunaashum imani haijahusika. Jambo la pili unaotakiwa kulielewa ni kwamba wewe hauna tatizo la kukosa imani au upungufu wa imani hauna tatizo la kukosa imani au umepungukiwa imani. Kinachokosekana kwako ni approach sahihi ya kuweza kuitazama imani yako. Waibrania sura ya 11 mstari wa kwanza, maandiko yanasema basi imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni vitu viwili, ni kuwa na uhakika wa mambo unayoyatarajia Hauwezi ukawa na imani kama utakosa vitu unavyovitarajia. Hauwezi ukasema una imani kama imani yako haitakuwa imeunganishwa na picha fulani ya kitu ambacho unakitarajia kwenye kesho yako, biiti ni kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la huduma, kwenye eneo la kazi, kwenye elimu. Kama utakuwa umekosa kitu unachokitarajia, hautakuwa na uwezo wa kuiatachi imani yako kwenye hicho kitu. Jambo la pili, Imani ni ushuhuda wa mambo yasiyoonekana. Lazima uwe na vitu ambavyo vinaonyesha umeamini vitu hivyo, ni vitendo. Kuna vitu vinaitwa vitendo vya kiimani. Hivi vitu ndivyo ambavyo vitakupa uwezo wa kuithibitisha imani yako. Kwa mfano, unaposema kesho tutaonana saa saba mchana uthibitisho wa kile ulichokiamini ni nini? Ni pale ambapo unajua natakiwa nilale mapema ili niweze kuamka mapema kesho saa saba mchana niweze kuonana na huyu mtu. Utakapotumia pesa zako leo, tahakikisha kesho unabakisha pesa ya nauli ya kutoa nyumbani mpaka pale unapokwenda kuonana na huyu mtu. Ni concept hii ndio ambayo unatakiwa kuichukua na kuiweka kwenye malengo yako, kama unataka kupata faida kwenye biashara, kupata matokeo aa, kwenye huduma, kupata matokeo kwenye kazi yako tengeneza vitendo vya kiimani kwa sababu hivi vitu ndivyo ambavyo vitakupeleka kwenye matokeo yako. Jambo la tatu, uh, unapataje sasa haya mambo unayoyatarajia au hiyo imani ambayo iko ndani yako inapatikana vipi? Walumi sura ya kumi mstari wa kumi na saba maandiko yanasema, basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. kuna aina mbili za imani. Kuna imani ambayo inakuongoza wewe kuweza kumwamini Kristo na kumpokea na kuwa kama anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Aina hiyo ya imani inakupa wokovu. Lakini kuna imani nyingine ambayo inakuongoza kupata matokeo kwenye maisha. Tunachukua hiki pande cha kwanza. Imani chanzo chake ni kusikia. Chochote unachokisikia mtu wa Mungu, kinajenga imani yako. Chochote unachokisikia kinajenga imani yako. Ndio maana maandiko yanasema kuwa makini na mazungumzo mabaya, kwa sababu yanaharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya yata project imani yako kujengeka kuelekea kule kwenye yale mazungumzo. Uelekeo wa mazungumzo ambayo unayapa nafasi kwenye maisha yako yataamua mtazamo wako, yataamua tabia yako, yataamua picha yako ya ndani, yataamua na vitendo unavyovitenda kwenye maisha yako. Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia. Swala msingi, wewe huwa unamsikiliza nani kwenye maisha yako? Nani ambaye umempa nafasi ya kupata access ya moyo wako, access ya akili yako, access ya kujaza utu wako wa ndani? Ni nani ambaye uh, unajisaiisha una, una, una, una kwake pale ambapo unahisi kwamba umekutana na vitu ambavyo sio sahihi? So kama utakosa chanzo cha taarifa cha kueleweka. Kama utakosa watu unaowasikiliza, kama utakosa watu ambao wanakufunza kwenye maisha yako, kutakuwa kuna hatiati ya kutengeneza vitu ambavyo sio sahihi. Watu wengi wameharibu maisha yao kwa sababu wameruhusu mitandao ya kijamii iwe na sauti kubwa kwenye mioyo yao kuliko neno la Mungu. Kama unataka kuwa salama, hakikisha number one unatengeneza nafasi ya kulisikiliza neno la Mungu. Sikiliza kutoka kwenye neno la Mungu, soma Biblia. Sikiliza watumishi wa Mungu, nunua vitabu ambavyo vinaelezea Ma, masomo mbalimbali mbali na kulifafanua neno la Mungu lakini pia uh, sikiliza content kama hizi kwa sababu zinakusaidia kuendelea kutengeneza ufahamu wako, lakini pia sikiliza kutoka kwa watu wenye hekima na maarifa mbalimbali mbali. Sio uishie tu kwenye kusikia neno la Mungu kwa sababu kuna vitu mbalimbali unavihitaji. Unahitaji kusikia kwenye biashara, unahitaji kusikia kuhusu pesa, unahitaji kusikia kuhusu mauzo, kwenye hasa hasa kwenye eneo ambalo unahitaji kupata matokeo kwenye maisha yako you need to gather a lot of information ili uweze kutengeneza imani itakayokupa matokeo. Lakini zaidi msikilize mtu wako wa ndani, na zaidi sana msikilize Mungu, kwa sababu Mungu pia huwa anazungumza na wewe ili kuweza kuyaongoza maisha yako. So chanzo cha imani ni kusikia. Kama unataka kutengeneza mtazamo tofauti kwenye maisha yako, maana yake unahitaji taarifa za tofauti. So tengeneza nafasi ya kutafuta vyanzo vingine vitakavyo feed ubongo wako, vitakavyo feed moyo wako na kukusaidia kupata uelekeo wa tofauti. Na jambo la nne na la mwisho, hakikisha unatengeneza nafasi ya vitendo vya kiimani vitendo vya kiimani, vitendo ambavyo vitathibitisha imani yako, vitendo ambavyo vitakupa nafasi ya kukipata kile ambacho umekiamini, vitendo ambavyo vitakupa uwezekano wa kuifikia hiyo ndoto ambayo umeiota kwa muda mrefu kwenye moyo wako. Yakobo 2:26, maandiko yanasema, maana kama vile mwili pasipo lo umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. You can't tell me kwamba wewe umeamini ndani ya moyo wako, Mungu amekuonyesha picha kwamba wewe ni mtumishi mkubwa, alafu sasa hivi ukawa unaishi maisha yasiyokuwa na utaratibu, maisha yasiyokuwa na mpangilio, siwezi nikakuelewa. Ukaniambia kwamba wewe umeota ndoto na unaamini utakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, haujawahi kusoma kitabu chochote cha biashara, haujawahi kutafuta na kufuatilia hata aina moja ya biashara, haujawahi hata kujiorganize kutengeneza mtaji ambao utakupa nafasi ya kuingia kwenye biashara. unaweza ukaniambia kwamba una ndoto za kufungua kampuni lakini haujawahi kufanya maandalizi yoyote. Imani yako iko wapi? kuelekea kwenye kile ambacho nakiamini. Unafanya nini ili kuisababisha hiyo picha ndani yako iweze kutimia kwa haraka? Nini unafanya ili kuleta hayo matokeo ambayo umeyaona ndani ya moyo wako? Nini unafanya ili kuwa huyo mtu mkuu ambaye umemuona ndani ya moyo wako? Nini unafanya ili kuwa huyo shujaa wa ndugu zako, shujaa wa familia yako, shujaa wa kizazi chako, shujaa wa taifa yako? So imani pasipo matendo imekufa. Kama unataka imani yako ikupe matokeo, hakikisha kwanza unahakikisha unatengeneza mtazamo sahihi wa kiimani, lakini zaidi unafanyia kazi kile ambacho umekiamini. See you on the next session.